La mwisho wa butunul asabi'i rijlaini, na matumbo ya vidole vya miguu miwili. Kama miguu miwili hauna, we umeondoka kwenye kipengele, na hiyo ni dharura, si ndio? wa butunul asabi'i rijlaini, na matumbo ya vidole vya vya miguu. Matumbo ni haya usisujudu hivi kwa migongo. Anasujudu juzi kama kapiga push up hivi, nikashindwa kuelewa huyu anasujudu au amefanyaje? hapa hapa msikitini. Viungo vingapi jamani hivyo eh? Eh? Saba. hukufanya hivyo, sijida isui. sijida kama isui na swala hamna nafikiri nimeeleka huko na kusudia na kusudia huko, watu wote tulielewa hili. Ni pointi moja muhimu ambayo huwa tunaiyake, nimependa nime nilifikishe kwa sababu tusipoteze swala zetu, tutoke hapa na swala zetu ziko vizuri na swala zetu zimeswihi eh, kwa kupata baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani asuli Inshallah, baada ya kuyasema hayo niwaombe sasa. Hapa mbele kuna nafasi, mashekhe, tusogee kila mmoja tuzibe nafasi. Kuna watu leo kule juu wameswali, wameswali kina mama, kwa hiyo

Awali ya yote, hatuna budi kwanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu wa ana <tosan> miongoni <yukon umani> mwa <tosan> ni hii tawfiki na fadla ya kutukusanya hapa katika wakati huu mtukufu katika pahala hapa patukufu, ni haki yetu tukasema, lakini pia tunachukua nafasi hii kumswalia kipenzi chake na kipenzi chetu mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bwana aliyotufundisha haya. Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaingia katika maudhui mafupi sana ya leo, nachukua nafasi hii kwanza kuwausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, tumcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, na tufanyeni kila kinachowezekana umna utukimuomba, ili hata pale atakapofika mauti yetu, basi atufike ihali sisi ni katika wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye kubarikiwa sana, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam

yenu kubalaenu. Lakini pia Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani hujifaharisha kwenu mbele ya malaika wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema farullaha fa min afusikum khaira, basi jitajidini kumwonyesha Mwenyezi Mungu heri ya nafsi zenu. Haya ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam, anakufahamisha kwa uhakika wa mwezi wa Ramadhani. Ikiwa fahamu vizuri, basi mwezi wa Ramadhani ni huo, ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameubariki sana, na yote yanayofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani Mungu pia anayabariki. Miongoni mwa yanayopatikana katika mwezi wetu wa Ramadhani kama yanavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu hututeremshia rehma kitu kali kabisa lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu tangu sekunde ya mwanzo mpaka sekunde ya mwisho kipindi chote hicho anakishushia rehma lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani huwa anafanya kazi ya kutufutia makosa yetu baada ya kutusamehe kwanza hutusamehe lakini kinachofuata ya yahuu lhataya anatufutia makosa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika mwezi wa Ramadhani yastajibu dua, anatukubalia maombi yetu na kila tunachomwomba. Hilo ni jambo kubwa sana. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika mwezi wa Ramadhani, huwa na kipindi na tukio la kujifakhirisha mbele ya malaika zake kuhusiana na sisi, ambapo malaika kabla ya kuumbwa kwetu walitia wasiwasi, atajalu fiha man yufsidu fiha wayasfiku dima, Mwenyezi Mungu anamuumba mtu atakayekuja kufanya ufisadi na kumwaga damu. Allah ta'ala ya mwezi wa Ramadhani anawaonyesha malaika kwamba sisi sio watu wa kumwaga damu. Alipofika hapa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatugeukia sisi akasema faarullaha min anfusikum khaira, basi na nyie jitahidi kwa ujio wa mwezi wa Ramadhani na kupatikana ndani ya Ramadhani, muonyesheni Mwenyezi Mungu heri ya nafsi zetu, akitutaka kwamba tujipinde sana, tuitumie Ramadhani ni kama matia, tuitumie Ramadhani ni kama jahazi, lakini tuifanye Ramadhani ni kama njia ya kutufikisha katika lengo letu, nalo ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatimaye atupe pepo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi nyingine aliwahi kusikika akisema, hadithi ndefu na ichukua mwisho pale aliposema, rahima anfu al rajulin adrakahu ramadan falam yughfar la amelaanika na amepata hasara isiyochukulika. Nani akasema, mtu ambaye katika umri wake aliwahi kudiriki angalau Ramadhani moja, kisha ikawa sio sahabu ya yeye kusamehewa makosa yake. Ndugu zanguni, twendeni tukaitumia Ramadhani katika mtindo huo. Tulisema katika wiki iliyopita, wakati Ijumaa ya mwisho kabla ya kabla ya Ramadhani, na si vibaya tukakumbusha hapa, inawezekana wengi hawakuwepo siku ile. Ndugu zanguni, tulipokea ramadhani kuwa ni mwezi wa kuchuma. Kuchuma nini? Kuchuma fadhila na thawabu za Allah subhanahu wa taala. Hatuwezi tukafikia katika lengo hilo, ukweli ni kwamba bali ni pale tutakapozitanguliza nafsi zetu na roho zetu katika maisha y na sio kutanguliza miili yetu, bali Ramadhani ni mwezi wa roho. Ramadhani ni mwezi wa kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa taala. Twendeni tukaifunge Ramadhani kama tunavyotakiwa kisheria, lakini twendeni tukafunge Ramadhani kwa kuongeza na kuzidisha juhudi katika kufanya usikubali Hakikisha katika Ramadhani angalau kila siku usome juzu moja ya Qur'an. Soma juzu moja uwezi, basi angalau karatasi tatu katika Qur'an. Na kama ulikuwa huna desturi hiyo, nachukua nafasi hii ya kukumbusha, Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, kwa sababu hata kushuka kwake Ramadhani imeshuka ushuko wa kwanza katika mwezi wa Ramadhani, kuna ndio hayo katika Qur'an. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo na ni kipi kinachokujulisha wewe ni usiku wa cheo? Mwisho huko akasema usiku wa cheo. Rabbi min kulli amri salamun hi hatta a hataa, ni usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu cha Qur'an itakuwa ni ajabu. Ramadhani ni mwezi iliyokuja Qur'an, kisha wewe hujasoma hata karatasi tatu mpaka Ramadhani imekwisha na kukumbusha. Nenda kapambane ya kusoma Qur'an angalau juzu moja katika mwezi mzima, lakini kama utaweza soma juzu 30 kwa maana ya msahafu mzima, kwa idadi ya kila siku juzu moja, Mwenyezi Mungu akiele katika hali. Lakini Ramadhani ni mwezi wa kusaidiana. Bahati mbaya wengi tunaichukua Ramadhani ni mwezi wa kusaidiwa. Haya ni masikitiko makubwa. Kila unayemuona katika Ramadhani ametanguliza kusaidiwa, na anayekupigia simu na anakwambia ni kuhusiana na sadaka, Ramadhani imefika. Vipi bwana, hakuna sadaka mwaka huu? Wewe ndio unaotakiwa utoe sadaka. Fali ni nani kakwambia? Wewe ndio mwenye wakati wa kuchukua utaji, wewe fadhila za kutoa. Unataka kila siku mwezi wapate fadhila kupitia wewe? Jitahidi basi na wewe, Ramadhani hii utoe angalau elfu kumi katika kuigawa ukosi, toa kila siku moja, itakuwa umepata angalau elfu thalathini na wewe umepata kujipinda kwa kutoa ndani ya mwezi wa Ramadhani na inshallah, tukiwa Mwenyezi Mungu na nia hiyo, atatupa kipato Ramadhani ni mwezi wa kusameheana. Mungu amsamehe ambaye hajamsamehe mwenzake. Na hakika tuna vimeo vingi tumegombana. Kuna watu wa kusemi tuelewane, chukua nafasi hii ndani ya mwezi wa Ramadhani kumsamehe mwenzake. Tena mfuate kabisa. Ewe Bwana, uliniudhi, ulinikosea lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukutanisha katika Ramadhani nyingine, nimekusamehe ndugu yangu. Masala ya kusema mimi na wewe sio kitu rahisi, tunashindwa kuongea mahakamani, tuwapa Magomeni au polisi, tutakuja kuongea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tendeni tukaitumia Ramadhani ya mwaka huu, tukasameheane. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni mwezi ambao ni ajabu, awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar, mwanzo wa Ramadhani ni rehema kubwa katikati ya Ramadhani ni kusamehe wa makosa yetu. Na mwisho wa Ramadhani ni kuwatoa huru kwa moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atujalie sisi katika ambao tunafahuka. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykum as-siyamu kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ana iyyakum mimma fihi min al-ayat wa dhikr.

Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah Fa alayna wa alaykum bi taqwallah hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ndugu zangu wa Islam, tunamalizia maudhui yetu ya leo. Mwenyezi Mungu anatuambia tumelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa kufunga waliopita kabla yetu, ili nasi tuingie katika kundi

ke anasema mwezi wa Ramadhani, awwaluhu rahma wa awsatuhu mafira wa akhiruhu itqun minan nar. Kama tulivyosema katika kutuba ya mwanzo, mwanzo wa mwezi huu wa Ramadhani ni rehema tupu, katikati ya Ramadhani ni msamaha wa Allah, na mwisho ni itqun minan nar, wa kusamehewa na moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao katikati kati. Akasema maneno mengi, mimi nayataka haya mwisho, nimalizie hotuba yangu. Akasema fastakthiru fihi min arba khusalin, fastakthiru, nendeni mkafanye kwa wingi sana mambo manne. Fastakthiru fihi min arba khusalin, kakithirisheni mambo manne. Akasema khaslatani turuduna bihi ma rabbakum, mambo mawili mkiyafanya mtamridhisha mola wenu. Wa khaslatani la ghina bikum anhuma, na mambo mawili nyinyi mnayahitaji sana, hamwezi kuyakosa. Akasema amma khaslatani allati turduna bihima rabbukum a, mambo mawili ambayo mkiyafanya mnamridhisha mola wenu. Akasema fa shahadatu alla ilaha illa Allah, upenda kushuhudia kila wakati ashhadu alla ilaha illa Allah watastaghfiruna na kumtaka msamaha ndani ya Ramadhani. Kafifirisheni mambo hayo mawili, shahada na istighfari. Haya mambo mawili mkiyafanya, mnamridhisha mola wenu. Akasema waama alkhaslatani allatani la ghina ankum bihima, na ama yale mambo mawili ambayo nyinyi mnahitaji sana, akasema fatasalunahu ljanna wataulu mnamuomba pepo, muombeni pepo katika Ramadhani, muombeni pepo, lakini pia muombeni akuwekeni mbali na moto wa jahanamu. Mambo haya ndio wanachuoni wakatuwekea ule uraji katika kila baada ya swala. Na kwa nini baada ya kila swala? Ni kwamba miongoni mwa nyakati ambazo dua ya mtu wa mwenye kuomba inakubalika katika nyakati nyingi ni baada salatil maktuba, baada ya swala za faradhi, wakati la kwanza <tip> la, la na la tatu la na la nne la na nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar, kisha wakaongeza <tip> Fafu anna aaya ni agizo la mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Mambo mawili ya mwanzo shahada na msamaha, mambo na msamaha. Haya mambo tukiyafanya tunamridhisha Mola, kuomba pepo na kuomba kuhifadhiwa na moto. Mambo haya tunahitaji sana sisi, usikichukulie poa kama kile ukaona ni kijimbo tukimewekwa special baada ya swala bali ni kuwafata agizo la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale aliposema fastakthiru, na ametumia uzani wa ziada ziada. Wale usoma lugha ya Kiarabu wanajua kwamba ziada tun fil mabani yushiru aziada ta fil maani, ilikuwa akisema tu faakthiru, lakini akisema faakthiru akasema fastakthiru. Nenda kasome lugha ya Kiarabu, soma sana ile jambo kila baada ya swala ukikaa maskani, ukikaa nyumbani, ukiwa unasubiri basi, ukiwa uko katika foleni ya kwenda benki, ukiwa uko kazini, unatembea, uko gym mazoezini, kila wakati sema ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah wa astaghfirullah, nas'aluka jannata ilahi wa na'udhu bika <tunca> minan kubwa zaidi. Ramadhani ni msimu wa kuchuma. Kuchuma nini? Ukipita Ramadhani madhani hii hujui kama itakuja Ramadhani nyingine. Tulisema wiki iliyopita na namalizia maneno yangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibahatika katika maisha yake alipata Ramadhani tisa tu. Mimi na wewe tumepata Ramadhani zaidi ya tisa, na tujiulize nani asiyokuwa na Ramadhani hata moja katika sopita, wakati natakiwa Ramadhani moja tu isaidie katika umri wa wote kuliko Ramadhani nyingine. Tuitumie Ramadhani ya mwaka huu kwamba ni Ramadhani kipekee tofauti na Ramadhani ambazo Mungu amekujalia na ameturuzuku tumezipata katika umri uliopita. Hatujui baada ya Ramadhani hii kama katika Ramadhani nyingine. Imam Al-Hasan Al-Banna anasema al-madhi fata na fi saati lati anta fiha al-madhi fata, jana juzi mwaka jana ushapita, wal muammal ghaib, amma kesho, bahati mbaya fa anta anta fi saati lati anta, upo katika doktor, la, a fisaai i eeo wakati utumie vizuri Doktor Al-Aid Al-Qarni katika kitabu kita chake la Tahzan wazi kabisa ya umuka, ya umuka ya umuka, yani siku yako ya kukusaidia ya wewe au kukuangusha ya umuka ni leo yako, ondoka ondokana maneno haya leo, ya umuka ya umuka